Tumeona asubuhi ya leo tulivyoamka, ilivyokuwa na furaha na amani tele. eh? kwa sababu kuna muda unaweza ukamlaumu mwanaume, kwa nini anakuwa na hasira, ugomvi, lakini kiukweli kabisa, kama mwanaume hawezi kupata kia msingi, hilo tatizo linakuwa kubwa sana. Lakini leo umefanya, imekuwa amani, imetawala na furaha ndani ya nyumba yetu hu eh? Naendelea hivyo mke wangu sasa eh? Siachie tu njiani. Ukifurahi wewe, amani inatawala ndani ya nyumba. Victor, hivi ushawahi kujiuliza kama mimi nafurahia? Sio kwamba sikuwa nashiriki tendo la ndoa kwa sababu eti sikuwa na hisia au vipi? Hapana, ila nilihisi labda na mimi nahitaji furaha, lakini inaonekana kwamba wewe ukipata furaha ndo amani ya nyumba inatawala. Basi sawa, mi takuwa na kusikiliza wewe ila kaa ukijua Vekta kwamba hata kile kidogo kilichokuwepo kwenye moyo wangu unazidi kukiondoa. Mke wangu usiongee maneno hayo, nitahakikisha narudisha furaha yako, nitahakikisha mke wangu unarudi sesi yule wa zamani. Yamini kila kitu kitakuwa sawa. Utairudisha vipi? Kwa njia gani hasa? Au kwa hiyo miasiraasira ya yako ya kila siku isiyokuwa na msingi? Nipe nafasi tena, akuomba ki vifaa vyako vya mazoezi niliacha kwenye gari, nikitegemea labda asubuhi ya leo sitakukuta, ushaenda mazoezini. Sijui utaanzaje hayo mazoezi kia, unalala mpaka saa tatu vita